yetu ya Bilele ni hayo hayo, ni hayo hayo. Tunakwenda kuboresha mengine, lakini pia yale yani waliyosema, tunataraji kuyafanya ndani ya kati yetu ya Bilele. Ndugu zangu, nitaka niwahakikishie, kata ya Bilele ya miaka mitano iliyopita na kata ya Bilele ya miaka mitano ijayo, tunategemea sasa iwe ni kata ambayo ni mfano katika mkoa wetu wa Kagera. Nimshukuru ndugu yangu Shabani aliyoyazungumza ni sahihi kabisa. Ukiangalia miradi tunayoitekeleza hivi sasa katika manispaa yetu, asilimia sabini ya fedha zinakuja ndani ya kata yetu ya Bilele. Hayo hakusema kwa sababu ya siasa, ni kweli. Tunapozungumzia ujenzi wa soko una thamani ya bilioni tano na milioni mia tano, tunapozungumzia kingo za mto Kanoni kuanzia kata tano ambazo zinakwenda kujengwa ujenzi mkubwa katika kata ya Bilele na kata ya Bakoba kwa thamani ya bilioni tano na milioni nane. Tunapozungumzia ujenzi wa barabara, tuna barabara katika barabara kilometa 11 ambazo zinajengwa katika kiwango kipya cha lami aina ya asfalti katika kilometa 11, kata ya Bilele tunajengewa kilometa 7. Hata barabara hii yanga niliyoiangalia mbele yangu kuanzia pale TTCL kwenda mpaka daraja la Nyakanyasa. Barabara hii tunaifumua tunaijenga upya kwa lami ya asfalti. Tukimaliza kujenga barabara hiyo, tutaiwekea na taa za barabarani. Nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? Nani kama viongozi wa CCM? Nani kama Mtasingwa? Kwa hiyo ndugu zangu, tunaposema tunaomba kura, tunaomba kura katika hali kama hiyo. Ndugu zangu, kwa muda uliobaki, naomba nizungumzie miradi miwili tu ambayo ina maneno maneno ya mkanganyiko, nataka niiweke sawa. Ndugu zangu, tunayo miradi mikuu miku, miwili ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiuliza maswali. Mradi wa kwanza ni mradi wa stendi yetu ya mabasi iliyoko pale katikati ya mji katika mtaa wa Jamhuri. Jamani, wananchi wanauliza kwamba ile ramani tuliyowaonyesha ikionyesha kuna ujenzi wa ghorofa mbona ramani hiyo mpaka hivi sasa haijakamilika. Nataka niwajibu kama ifuatavyo: ramani tuliyoionyesha katika viwanja vile hakuna ambacho kimebadilika. Kilichofanyika ndugu zangu, katika bilioni tatu na milioni mia nane zinazohitajika kukamilisha mradi ule tulipata shilingi bilioni moja peke yake. Kwa hiyo pale mnapopaona mradi unaendelea, tunajenga kutumia bilioni moja hiyo. Kwa hiyo mpaka hivi sasa na hivi ninavyozungumza wamesha kuja watu kutoka wizara ya fedha, wamesha tuhakikishia kutupa bilioni mbili na milioni 800 zilizobaki ili tujenge temino ya jengo ambalo limebaki katika maeneo yale. Kwa hiyo tunachokiomba ndugu zangu, tuendelee kuwa na subira, sio kwamba tumebadilisha ramani na eneo la kujenga jengo hilo la ghorofa. Ukiingia mle ndani jengo eneo hilo tumelibakisha, bado liko wazi kwa hiyo wale ambao k anajiuliza maswali hayo, ni kwamba mradi ule, pamoja na kwamba tutaufungua ili mabasi yetu na magari yetu yaweze kurudi mjini, ujenzi utakuja kuendelea wakati magari yetu yamesha rudi pale. Kwa hiyo hilo ni uondoe wasiwasi. Tulichokiongeza ambacho kiko kwenye tofauti na ramani ile ni maduka 27 ambayo ukiyatizama kwenye ramani ile hayapo, tuliweza kuyaongeza kwenye ile fence ambayo ilikuwa inazunguka stendi ile, ili tuweze kuongeza mapato yetu ya halmashauri ya manispaa ya Bukoba. CCM oye! Jamani, mkanganyiko mwingine tulio nao ni kuhusu uwanja wetu huu wa Uhuru platform. CCM oye, oye! Naomba niwaambie tuna mradi wa thamani ya bilioni tano wa maduka sabini na tisa na ambayo maduka hayo yataunganisha kujenga supermarket na ghorofa ambazo tutaweka maofisi ya watu ambao watapanga mbalimbali mbali wenye thamani ya bilioni tano na milioni mia tano Sasa watu wanauliza kwamba mbona tunaambiwa kwamba uwanja huo ni mali ya jeshi? Naomba niwahakikishie uwanja huo ni uwanja wa mali ya manispaa ya Bukoba, sio uwanja wa jeshi. Na ninachotaka kuwahakikishia uwanja huo, wakati mimi nakuwa na diwani ulikuwa hauna hati miliki. Kupitia madiwani hawa ambao wako hapo wamekaa, tumetengeneza hati miliki ya uwanja ule na hati ile juu imeandikwa hivi, umeandikwa halmashauri ya manispaa ya bukoba Mjini, sio uwanja wa jeshi. Sasa tusichanganye, kwa sababu pale kuna sanamu letu la Mayunga, lina historia yake. Kwa nini lile sanamu tuliliweka pale, na na, na, na niwashukuru madiwani wenzangu walioko hapa, tulipokuwa tukizungumza katika halmashauri, tulikubaliana hata mradi ule wakianza kujenga unaitwa ni mradi wa uhuru platform, sio mradi wa mayunga. Huyu mayunga aliyokaa pale kihistoria ni ni jenerali ambaye alisimamia vita vya Idi Amin kuanzia mwaka sabini na nane sabini na tisa. Sasa wakati wanaleta sanamu hili kama historia ya kumwenzi katika mkoa wa Kagera, lilitakiwa sanamu hili likawekwe raundi abauti pale baada ya kuonekana raundi abauti imebana, haikujengwa vizuri, wakasema wakaitisha mkutano wa hadhara ambao mimi mwenyewe nilihudhuria mkutano huo nikiwa mtoto mwaka 80 na kitu, wakatuambia kwamba tunaweka sanamu hili hapa, tukimaliza kujenga uwanja wetu nani, hili raundi abauti yetu, tutapeleka sanamu letu kuliamisha katika viwanja hivi, lakini kwa sanamu, kwa sababu sanamu nalo ni pambo katika mradi wetu tunao kwenda kujenga pale tumeamua sanamu lile litabaki pale, ili liwe pambo, kwa sababu mle ndani kutakuwepo uwanja mzuri, tutaweka garden nzuri, na sanamu lile litakuwa ni kivutio kwa watu, watakuwa wanaingia mle kuburudika katika viwanja vile. Kwa hiyo nataka kuhakikishia uwanja huu ni mali ya halmashauri ya manispaa ya Bukoba, unasimamiwa na mkurugenzi wa manispaa ya Bukoba, sio uwanja wa jeshi wala wanajeshi hawajaja kudai uwanja ule. Kwa hiyo hiyo, naomba tuondoe dukuduku hilo. Nikimalizia, nichukue nafasi hii kumwombea kura Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, miaka mitano ambayo mmenichagua kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja, mnaona wenyewe ndugu zangu. Mwenye macho ambewitazama miradi inaendelea kumiminika, lakini nichukue nafasi hii kumwombea kura Bwana Johansen Johnson, Johnson Mtasingwa awe mbunge wetu wa jimbo la Bukoba mjini, kama alivyozungumza mgeni rasmi. Chama cha Mapinduzi kina macho mengi, kina macho marefu. Kinaposema tunamleta huyu, kinakuwa kimeangalia mbali. Naomba tumpe kura Johannes Mtasingwa, ili awe mbunge wa jimbo la Bukoba mjini. Lakini ndugu zangu, nimalize kwa kuomba kura mimi mwenyewe, kijana wenu, ndugu yenu, mwenzenu wa kila jambo. Jamani, naomba kura zenu naomba kura zenu akinamama, naomba kura zenu vijana wa gereji ya kwa Mnyonge, naomba kura zenu zote za ndio ili niendelee kuwa diwani wa kata hii, tuendelee kuboresha kata yetu. Mwisho nichukue nafasi hii kushukuru vijana wa gereji. Kama walivyosema mwenyekiti wao hapa, kuna vijana mia tatu themanini na moja lakini nataka kuhakikishia wananiunga mkono sana, wanamuunga mkono sana Daktari Samia Suluhu Hassan, wanamuunga kura nani mkono sana nwazoi si Mutasingwa. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi. Nawashukuru sana sana sana, tuendelee kuonana tarehe 29, tukatiki tukatiki tukatiki na kutikiza.